Asilimia tunamaanisha. Kwa mfano kwa mfano, tumesema kampuni yetu ina thamani ya laki moja, hiyo laki moja tunaingiza sokoni Faida itakapatikana, hiyo bilioni, hiyo milioni mia mm. ile milioni mia italetwa hapa, tutagawana tatu mbili. Tukipata milioni mia mm. sehemu so, so, mm. mm. Uy, so, kitakachopatikana pale zinaitwa uh, faida, lakini kumbuka ile share zako bado ziko pale pale, ulichokinvest kiko pale pale kwa kipindi chote cha nani. Ukiweza elfu ishirini na tano, mwaka wa kwanza tukapata faida ya milioni mia, mimi nitapata asilimia zangu ishirini na tano ya milioni mia, itakiwa kwenye akaunti yangu hii hapa, elfu ishirini na tano yangu bado iko mle mle, trade tena tunasubiria tena biashara ifanyike. Yeah, biashara ifanyike. Yes. Hey, mwaka unaokuja na mwaka unaokuja na mwaka unaokuja. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Ndio maana mtu anasema, mtu anaweza kununua, anaweza kuwa na shares kwenye kampuni fulani, lakini anaweza kulala, akaendelea huko, kampuni ikaendelea kila mwezi, anapata zake faida na kupata burudani. Yeah, yeah, lakini ipo. Lakini pia ikipata hasara ukumbuke na wewe umepata hasara, na wewe umepata hasara. Kwa hiyo usipopata hasara, wakipata hasara mwaka huo ujue na wewe upati. Hujapata hata yeah. Kidogo. Serikali haipati na wewe upati.